Hujambo na karibu tena kwenye mwendelezo wa habari kutoka hapa kwenye chaneli yetu. Na habari tuliokuwa nayo sasa hivi ni kuhusiana na DRC Congo. Wananchi wa Kongo wamechechamaa kwelikweli baada ya karatasi nne za nyaraka fulani kuvuja zikihisiwa kuwa ni mikataba iliyoingiwa rais wa hiyo wa... Felix na Marekani kwa ajili ya kuiuza nchi ya Kongo ama kuikabidhisha Kongo kwa wazungu. Ndani ya Kongo moto unawaka haswa. Huku M23, huku nchi kuuzwa. Yani ni. Sisi Habari Kiganjani tumefanikiwa kuzipata nyaraka hizo zinazodaiwa kuwa ni za kuuza Kongo kwa wazungu na tutakuonyesha jinsi zilivyo na kila kitu kikubwa. Hakikisha unakuwa makini kututazama na kutusikiliza ili upate kujua na kuelewa yanayoendelea huko Kongo. kiunaga ubaga, Wakongo wanasema DRC inauzwa, Felix ni msaliti. Rais Felix anafanya mazungumzo na makubaliano ambayo yanaweza kuiuza Kongo kwa Marekani. Haya hapa ni yatakayohusishwa: kampuni za Marekani kupata haki za uchimbaji wa madini muhimu ya DRC, bandari ya Banana deep water itakabidhiwa udhibiti wa Marekani. Vituo vya kijeshi vya Marekani katika maeneo muhimu vikichukua nafasi ya vikosi vya amani vya Umoja wa Mataifa. Rasilimali za Kongo zitahifadhiwa kwa maslahi ya kiuchumi na usalama wa Marekani. Je, huu ni ushirikiano wa kuuza? Lakini kuna taarifa zinasema RDC Kinshasa inamwita mshauri kutoka Washington ili kupata msaada wa Marekani kwa ajili ya jitihada za kijeshi na kidiplomasia, wakati M23 ukiongeza vita mashariki mwa Congo. Africa confidential Rais Felix anawapa Marekani ufikiaji wa madini muhimu ya Congo Kinshasa kama kifuta jasho ili kupata msaada wa Washington kumtumia M23 na Rwanda mashariki mwa Congo Kinshasa. Kinshasa imeshirikiana na washauri wa Marekani kwa mkataba wa mwaka mmoja wenye thamani ya dola milioni moja na pointi nne ikiwa na jukumu la kufanya mawasiliano ya kimkakati ili kuendeleza usalama wa ulinzi, wa diplomasia, ya madini muhimu na serikali ya Marekani kwa mujibu wa hati iliyowasilishwa mnamo Februari 20 chini ya sheria ya usajili wa wakilishi wa wageni Foreign Agents Registration Act. Mkataba huu umefungwa na Aaron Poyton mfanyabiashara wa marekani ambaye aliteuliwa na Kinshasa mnamo Juni mwaka jana kuunda mkutano wa viongozi wa biashara na siasa wa Marekani na Congo. Dispatch tarehe kumi na tisa mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na nne Kinshasa gets a new business point man. Serikali ya Felix ilikuwa imeimarisha ushirikiano wake na Washington kabla ya uchaguzi wa Donald Trump mwezi Novemba mwaka jana. Kampuni ya madini ya uma Jiga minings ilisaini mkataba wa mwaka mmoja wenye thamani ya dola laki tisa na elfu ishirini na tano na Mshauri wa K Street huko Washington DC AV Volk 65 namba kumi, mining co-class Jiga Minings here Robert East, to boost beginning with Washington. Sasa basi moja kwa moja hebu twende sasa kwenye nyaraka hizo. Nyaraka hizi zimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza lakini usijali mfuatiliaji wetu, mimi nipo na nitakutafsiriwa kwa uzuri kabisa. Nyaraka ya kwanza nasomeka: Februari ishirini na moja elfu mbili na ishirini na tano. Mheshimiwa Marco Rubio, Katibu wa Jimbo, Idara ya Nchi ya Marekani, Washington DC ishirini hamsini na mbili sifuri. Kukuza ushirikiano wa kimkakati wa Marekani na DC kwa usalama wa madini muhimu na utulivu wa kimataifa Mpendwa Katibu Rubio, Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zina maslahi ya pamoja katika kuimarisha minyororo ya ugavi wa madini muhimu kwa kuhakikisha ustamilivu wa kiuchumi na kukuza malengo ya usalama wa pande zote. Kama uchumi unaoongoza duniani na mtetezi wa usalama wa kimataifa, Marekani iko katika nafasi bora kuanzisha ushirikiano wa kudumu na DRC, taifa lenye zaidi ya trilioni 24 za dola za kimarekani katika rasilimali zisizoguswa na madini muhimu. Rasilimali hizi ni muhimu kwa sekta za ulinzi, teknolojia na nishati za karne ya ishirini na moja. Kama mtoa huduma mkubwa zaidi wa cobalt na mtayarishaji mkubwa wa lithium, shaba, tantalum na uranium, rasilimali za DRC ni muhimu kwa ushindani wa viwanda vya Marekani na usalama wa kitaifa. Ushirikiano wa Marekani na DRC hautaimarisha tu utulivu wa minyororo ya ugavi bali pia utakuwa mfano wa maendeleo ya rasilimali kwa uwajibikaji na kimaadili, mfano unaolingana na, na maadili ya Marekani na uongozi wake duniani katika biashara salama na wazi. Huu ni wakati mwafaka kuzidisha uhusiano na kuunda ushirikiano wa kiuchumi na usalama wa muda mrefu utakaofanikisha mataifa yote mawili. Katika mahojiano ya hivi karibuni, Rais Felix alieleza hadharani wito wa Marekani kuweka wazi za kubwa a madini ya DRC akionyesha wazi nia kwa hamia mbali na ushawishi mkubwa wa China na kuimarisha mahusiano ya kiuchumi na Magharibi. Hii inatoa fursa ya kipekee kwa Marekani kuanzisha minyororo ya ugavi ya kuaminika ya kipekee, huku ikiimarisha utulivu wa kanda. Ilikuwa ni kusonga mbele na majadiliano haya, senata Pierre Kanda Kalambai na mimi tunapendekeza ziara ya kiwango cha juu ya dharura kwa rais Felix kukutana na wewe na viongozi wengine muhimu wa Marekani huko Washington DC. Mkutano huu utahudumu kama msingi wa ushirikiano kwa muda mrefu na kuhakikisha kwamba Marekani inaongoza kwa upatikanaji wa madini muhimu kwa maslahi yake ya kiuchumi na usalama wa kitaifa. Aidha, tunahimiza ushiriki wa moja kwa moja wa Rais Trump katika majadiliano haya. Mkutano kati ya Rais Trump na Rais Felix itakuwa na umuhimu mkubwa katika kuainisha vipaumbele vya kimkakati na kupata msaada wa bunge unaohitajika ili kuimarisha makubaliano haya ya kihistoria. Hiyo ndio nyaraka ya kwanza, kama ambavyo tumepata nafasi ya kuiangazia nyaraka ambayo ni, ni miongoni mwa nyaraka hizi nne ambayo imewafanya wakongo kuchachamaa na kusema kuwa Felix anayeuza nchi ya Kongo. Nyaraka ya pili inasomeka kama ifuatavyo: kuimarisha ustahimilivu wa minyororo ya ugavi ya Marekani kupitia ushirikiano. Idara ya nchi ina jukumu idara ya nchi ina jukumu muhimu katika kuendeleza Idara ya nchi na majukumu muhimu katika kuendeleza maslahi -like ya kidiplomasia na kiuchumi ya Marekani duniani kote, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa rasilimali muhimu kwa usalama wa taifa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatoa suluhisho bora zaidi kwa kuwa DRC inatoa zaidi ya asilimia sabini ya cobalt duniani, ambalo ni muhimu kwa viwanda vya anga, ulinzi na teknolojia ya juu. DRC ina baadhi ya amana tajiri zaidi za lithium, tantalum na uranium duniani ambazo ni muhimu kwa matumizi ya kijeshi ya kikazi kijacho na uhuru wa nishati. Ushirikiano wa moja kwa moja wa ugavi na Marekani utaondoa utegemezi kwa mitandao chakataji na usambazaji ya wahusika watatu kuhakikisha mtiririko salama na usiwa kikomo wa vifaa muhimu. Wakati China imekuwa na ushawishi mkubwa katika mnyororo ya ugavi madini nchini DRC, mabadiliko ya kisera yaliyofanywa na Rais Felix yanaweza kuwa fursa ya kipekee kwa Marekani kuanzisha mnyororo ya ugavi ya moja kwa moja na ya kimaadili, moja anaozingatia wazi ustamilivu na utulivu wa muda mrefu. Ukosefu wa ushiriki wa Marekani katika sekta hii unaweza kupelekea tofauti kubwa za kimkakati, ambapo mataifa adui ambapo mataifa adui yanaendelea kudhibiti rasilimali za Afrika, unaweza kuweka viwanda na uwezo wa ulinzi wa Marekani katika hatari, kupoteza nguvu za kiuchumi katika mazingira ushindani wa kimataifa yanayozidi kuwa changamoto muungano wa kimkakati ili kuhakikisha utulivu katika DRC na nje ya DRC. DRC imekumbwa na changamoto za usalama zinazohusiana na vikundi vya waasi vilivyosaidiwa na nchi za kigeni vinavyotumia rasilimali zinazotumia rasilimali zake za asili. Shughuli hizi zimesababisha zaidi ya vifo milioni kumi na tano vya wakongo na kufanya hii kuwa mgogoro mkubwa zaidi tangu vita vikuu vya pili vya dunia. Uhamaji, ghasia na ukiukwaji wa haki za binadamu zinazohusiana na uchumi wa uchimbaji haramu zinazothibitiwa na vikundi vya waasi uvuaji wa madini wa thamani kubwa, ambao mengi yao huishia kwenye masoko yasiyo na udhibiti, ikichochea shughuli za mataifa kihalifu. Hivi karibuni, mnamo Januari ishirini na mbili elfu mbili na ishirini na tano, vikundi vya adui viliteka asilimia kumi ya ardhi ya Kongo, wakilenga amana za madini ya thamani kubwa. Ikiwa haitathibitiwa, kutokuwa na utulivu kunaweza kudhoofisha usalama wa kanda na maendeleo ya kiuchumi, kuunda mitandao ya biashara ya haramu inayozidi kupuuzia mbali udhibiti wa mauzo ya nje wa Marekani, hivyo kugharamia miradi haramu ya silaha, kutetereka kwa minyororo ya ugavi ya kimataifa, kuongeza tetesi kwa watengenezaji wa Marekani na viwanda vya ulinzi. Hiyo ni nyaraka ya pili. Na je, nyaraka ya tatu inasemaje? Sikiliza hapa, ushirikiano wa kimkakati wa Marekani na DRC utakuwa kama nguvu ya kuimarisha utulivu, kuhakikisha kwamba rasilimali zinachimbwa, kusindika na kusambazwa kupitia njia za kisheria, wazi na zinazolingana na maslahi ya Marekani, kwa kuzuia njia ambazo zinaweza kutumiwa na wahusika wa kiadui. Pendekezo la ushirikiano wa kiuchumi wa na kijeshi wa Marekani DRC upatikanaji wa madini muhimu kwa Marekani, kuwapa kampuni za Marekani haki za uchimbaji na usafirishaji, ili kuhakikisha minyororo ya ugavi ya moja kwa moja na thabiti kwa sekta za ulinzi na teknolojia. Maendeleo ya bandari ya Banana ya kina kina, DRC inapendekeza kutoa udhibiti wa uendeshaji wa kampuni za Marekani, kuhakikisha usimamizi wa Marekani wa kituo kikuu cha usafirishaji madini ya Afrika, kuanzishwa kwa hifadhi ya pamoja madini muhimu. DRC iko tayari kufanya kazi na Marekani kukuza hifadhi ya kimkakati ya madini ya Kongo, kuboresha ustahimilivu wa kiuchumi na usalama wa Marekani, kuimarisha ushirikiano wa kijeshi, mafunzo na usambazaji wa vifaa kwa jeshi la wananchi la Kongo, kulinda njia za usambazaji madini kutoka kwa vikundi vya waasi vinavyosaidiwa na kigeni utoa Marekani ufikivu kwa vituo vya kijeshi katika maeneo muhimu, kulinda rasilimali muhimu, kubadilisha operations zisizo za ufanisi za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa na kuanzisha ushirikiano wa usalama wa moja kwa moja wa Marekani DRC. Dira pamoja kwa mustakabali. Kwa miongo mingi, Afrika haijatumika ipasavyo katika mipango ya kimkakati ya Marekani licha ya uwezo wake mkubwa wa kiuchumi. DRC inatoa fursa ya kipekee kwa Marekani weka mikono juu ya amana tajiri zaidi za madini duniani ujenga minyororo ya ugavi inayostahimili ambayo inalingana na malengo ya usalama wa taifa la Marekani, kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na Afrika na kupinga ushawishi wa kigeni katika kanda. Hii si tu makubaliano ya kiuchumi, ni fursa ya kuanzisha mfano wa ushirikiano wa rasilimali kwa uwajibikaji kimaadili na wa muda mrefu. Hii si tu makubaliano ya kiuchumi. Ni fursa kuanzisha mfano wa ushirikiano wa rasilimali kwa uwajibikaji kimaadili na wa muda mrefu ambao utanufaisha mataifa yote mawili. Wito wa dharura kwa hatua. Mheshimiwa Katibu Ruto, hii ni fursa ya kihistoria ya kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa Marekani DRC, ushirikiano ambao utahakikisha uongozi wa kiuchumi na kijeshi wa Marekani kwa karne ijayo. Tunaiomba kushirikiana kwenu mara moja kupanga mkutano wa kiwango cha juu na Rais Felix huko Washington DC kisha kufuatiwa na majadiliano ya moja kwa moja na rais Trump ili kumaliza makubaliano haya ya kihistoria kwa msaada wa bunge na nyaraka nne za mwisho. Inasema, tuko tayari kwa majadiliano ya haraka na tunatarajia majibu yenu. kwa mheshimiwa Dr Aaron Poyton, rais wa Marekani wa baraza la biashara la Afrika, USA kwa niada senata Pierl Kanda Kalambai, Mwenyekiti, kamati ya ulinzi, usalama na ulinzi wa mipaka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya kufunua kwa Fara. Nyenzo hii inasambazwa na Aaron Poyton kwa niaba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zaidi inapatikana katika idara ya haki ya Washington DC, kama inavyohitajika chini ya sheria ya usajili wa wawakilishi wa watoro. Imepokelewa na kitengo cha usajili cha NSD stroke Fara tarehe 27 mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na tano saa tatu na dakika 45 na sekunde kumi na mbili pm. Asante kwa kunisikiliza na nikutakia usikivu mwema wa habari na matukio yanayoendelea.